Rais wa Baraza la Maskofu Katoliki Tanzania Skofu Wolfgang Pisa ametoa habari njema kwa waumini wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania na wote wenye mapenzi mema kuwa afya katibu mkuu Padri Charles Kitima imeimarika na sasa ameanza kazi rasmi za kiofisi kama katibu mkuu. Akizungumza na Radio Vatican, Askofu Piza amemshukuru Mungu kwa kumlinda na kumjalia afya njema tangu aliposhambuliwa na watu wasiojulikana usiku wa Aprili 30 mwaka 2025 akiwa kwenye makazi yake yaliyopo ofisi za baraza la maaskofu katoliki Tanzania, Kurasini jijini Dar es Salaam. Baada ya tukio hilo baya, Padri Kitima amekuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Gakani iliyoko jijini Dar es Salaam kwa takribani mwezi mmoja. Tumshukuru Mungu kwa upendo alioonesha katika kipindi hiki kigumu. Namshukuru pia Padri Charles Kitima kwa ujasiri wake wa kumtumikia Mungu. Amekuwa na ujasiri na uzalendo wa kufanya kazi hata katika hali ngumu. Leo Kanisa linaadhimisha sikukuu ya mashahidi wa Uganda, ambao kati yao ishirini na mbili walikuwa ni Wakatoliki na ishirini na tatu walikuwa ni Waanglikani. Baada ya mateso yale yote ya mashahidi wa Uganda, vijana wengi waliokuwa wapagani waliomwogokea Mungu wakaomba kubatizwa jambo hilo liliamsha ari na moyo wa utume katika Kanisa nyakati zile. Hivyo basi, hata baada ya shambulizi lile, nampa moyo Padri Kitima kuendelea kuimarika kiroho utume wake kama padri na kiongozi katika jamii, asitetereke kamwe kumshuhudia Kristo katika nyakati zetu hizi ngumu tunazozipitia. Alisema Askofu Pisa. Aidha, ametoa wito wake kwa waamini wa Kanisa Katoliki nchini Tanzania kuendelea kuishi wito wao wa Ukristo na kumweka Mungu kwanza kabla kitu chochote, pia kuwa wazalendo wa imani yao na kuwa na upendo kwa jirani. Amri kuu inawafundisha waamini kumpenda Mungu kwa moyo wote na kumpenda jirani. Ninawaasa kila mmoja kumpenda jirani kama nafsi zao, kuwa mlinzi wa ndugu yako. Ukiona jirani yako hayuko salama, nawe pia si salama. Ubinafsi unaoingia katika taifa letu asiwepo, mtu anayejiona kuwa hahusiki, bali sote tunahusika. Tuwe wazalendo wa kuishi kwa amani, tulijenge kanisa na taifa letu, kwani ni vitu viwili ambavyo haviwezi kutengana. Tuimarishe umoja, amani, mshikamano na uwajibikaji, amesema Askofu Piza ambaye ni rais hata hivyo, tarehe tatu Juni mwaka 2025, Padri Charles Kitima ameadhimisha Misa Takatifu ya kumshukuru Mungu kwa ulinzi na kumrejeshea afya yake. Misa iliyofanyika katika kanisa kuu la Bikira Maria Mkingiwa Dhambi Asili lililopo TEC Kurasini jijini Dar es Salaam, ikihudhuriwa na wafanyakazi wa Sekretarieti ya TEC wakiwemo mapadri, watawa na waamini wa lei. Katika homilia takatifu Padri Kitima amemshukuru Mungu kwa ulinzi, kumtunza na kumrejeshea afya yake baada ya shambulizi lililokusudiwa kukatisha maisha yake. Aidha, amewashukuru watu wote wenye mapenzi mema waliomwombea, kumjulia hali na kumhudumia katika kipindi chote alipokuwa mgonjwa. Tumshukuru Mungu kwa wema wake pia tunawashukuru watu wote walioguswa na tukio lile. Tuombe ili Kanisa Katoliki Tanzania lizidi kuwa imara siku zote bila kutetereka. Tukumbuke kuwa Kanisa Katoliki ni taasisi inayotegemewa na watu wengi, ni sauti ya wasio na sauti, ni msindikizaji wa wanyonge. Tuliombee Kanisa letu lizidi kuwa mwanga na matumaini ya Watanzania, amesema Padri Kitima. Kadhalika amewataka wana Sekretarieti kuyapokea mambo yote yaliyotokea kwa jicho na moyo wa imani, akisisitiza kuwa katika mambo yote ambayo Kanisa linayasimamia kwa ajili ya wanyonge, Mungu atayasikiliza. Mungu hatakaa kimya, atajibu sala zetu. Tuwe imara katika kazi zetu, tukikumbuka kuwa hata mitume wa Yesu walipata misukosuko. Tusirudi nyuma, tubaki katika imani thabiti, amesema Padri Kitima. Kutoka studio za Radio Vaticani, mimi ni Sara Pelaji.